Wenye kurasa za miradi yayo tumeokota habari, inasema hivi: tiktoku yafuta video laki tano za Wakenya. Hey, tatizo la Wakenya ni watovu wa nizamu maana yule Mrusi aliwabandua bila ndomu. <coughs> <coughs> E, amna jamani, na tania tu Wakenya, nawatania tu, si mnajua e, vana, sisi ni majirani, halafu sisi ni zaidi ya ndugu, halafu isitoshe sisi na Wakenya, yaani Wakenya kwa ukweli sisi ni watani wetu, wao wajaue kututania, tunawatania na sisi, tukiamua kuwatania tunawatania. Kwa hiyo zizi, bana, tunajuana. East Africa ni watu ambao tunapendana, tunaishi kwa utani. Hey, msije mkanichukia Wakenya, natania tu jawani, natania tu hey, ila Bruce